Hili ni tangazo la kuitwa kwenye mafunzo ya jeshi la zimamoto na uokoaji. Ehe, kama unavyoona tangazo hilo. Uh, hawa ndio usika walioweza kuitwa kwenye, usi, kwenye mafunzo, uh, ni wengi. Wako 445. Uh, tangazo linasema Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linatangaza majina waliochaguliwa kuhudhuria mafunzo ya askari ngazi ya konstebo wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Wahusika wote wanatakiwa kufika chuo cha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kilichopo Chogo, wilayani wilayani, uh, ya wilayani Ndeni, mkoa wa Tanga, kuanzia tarehe 16 Mei hadi 18 Mei bila kukosa <coughs> uh, na ika chuoni shuka kituo cha Kabuku kilomita 12 toka chuoni. Chuo kimeandaa utaratibu maalum wa kupokelewa tarehe zilizo hapo juu kuanzia saa 12 hadi saa nne usiku. Muhusika mm -hmm. atapaswa kujigharamia nauli ya kwenda sambamba na chakula na malazi kwa siku zote ambazo atakuwa hajapokelewa chuoni. Muhusika anapaswa kuja akiwa na vyeti halisi vya masomo taaluma au ujuzi aliyoombea, pamoja na cheti cha kuzaliwa, kitambulisho cha NIDA au namba, na leseni hai kwa walioomba nafasi ya udereva. Vyeti vyote tajwa hapo juu viwe na nakala tatu kwa kila cheti. Pia vyeti hivyo vita chaguliwa na kwa ambaye majina yake yatatofautiana kati ya vyeti vya shule taaluma NIDA na cheti cha kuzaliwa, atarudishwa na nafasi zao zitachukuliwa na wengine. Muhusika atakapofika ataka chuoni, awe tayari kupima afya ya mwili, akili na mimba na wanawake kwa wanawake, na ambaye atabainika kuwa na kasoro za afya hataruhusiwa kuendelea na mafunzo.